Hapa nimefika tangu saa mbili saizi eh, saa sa saba kasoro, sijavuka kama unavyoona. Kama shida ni maji, mvua imenyesha eh, maji ndo kama hivyo. Yani daraja limejaa, kuvuka tumeshindwa tangu saa mbili tumekaa kama hivi na mpaka sasa hivi aje juu hajajulikana, tutavuka muda gani? Yaani changamoto ambayo inasumbua paniishwa daraja. Kwa hiyo kama daraja litarekebishwa li, mimi na imani itakuwa ni rahisi sana kwa sisi hasa sasa sisi ambao tuna tun, makondakta wa daladala na madereva tunasumbuka zaidi, moto kwa kweli na kosti e, kwa sababu muda huu unatakiwa mtu huwe sehemu ambayo ulikokuwa unakwenda ili ufanye mambo yako kulingana na ratiba zako za tangu asubuhi, lakini tumekwama hapa, hakuna njia, maji yamejaa. Kwa kweli, inatuasili hata kiuchumi. Serikali kwa kweli iangalie inatusaidiaje kwa sababu asilimia kubwa ya sisi wajasiria mali tunategemea usafiri. Sasa kama usafiri hakuna, ina maana tutakufa njaa, familia zetu zinaishi kulingana na tutoke kufanya moja mbili tatu, maisha yaende <tune>